Habari wazazi wajawazito, leo tutachukua safari ya ajabu kupitia hatua za ukuaji wa mtoto tumboni kuanzia mwezi wa nne hadi wa tisa. Jiandaeni kushangazwa. Mwezi wa nne, wiki ya 720 mtoto wenu sasa na urefu wa sentimita 3 hadi 5 na uzito wa gramu 140 hadi 300. Viungo vyote muhimu vimeumbwa na vinajiandaa kufanya kazi vizuri. Ngozi ya mtoto inaanza kutoa vernix caseosa ambayo inamlinda kutokana na maji ya amniotic misuli inaanza kuimarika, hivyo unaweza kuanza kuhisi vuguvugu vugu dogo linalojulikana kama quickening. Macho yako karibu katika sehemu yao ya mwisho na yanaweza kuhisi mguso wa mwanga, na mikono na miguu hiyo midogo inasogea zaidi kuliko hapo awali. Kwa upande wako mama, tumbo lako linaanza kuonekana zaidi. Unaweza kuhisi mtoto akisogea mara kwa mara. Shinikizo la damu linaweza kushuka, kwa hivyo kunywa maji mengi na pumzika na unaweza kuona mabadiliko katika ngozi yako kama vile pregnancy marks. Mwezi wa tano, wiki ya 21. Sasa mtoto wako ana urefu wa sentimita 20 hadi 25 na uzito wa gramu 300 hadi. Nywele zinaanza kukua kichwani na alama za vidole vimeumbwa kikamilifu. Mfumo wa neva unaendelea kwa kasi na mtoto wako anaweza hata kuonja maji ya amniotic. Wanaweza wa kusikia sauti yako, kwa hivyo usisite kuzungumza au kuwaimbia Mapafu yanakomaa lakini bado hayawezi kufanya kazi peke yake. Kwa wavulana korodani zao zinashuka. Kwa upande wako, utahisi vuguvugu zaidi la mtoto na labda hata mateke. Maumivu ya mgongo na miguu yanaweza kuongezeka kutokana na uzito wa mtoto. Mwezi wa sita, wiki 23 hadi 28, mtoto wako sasa ana urefu wa sentimita 30 hadi 35, na uzito kati ya gramu 600 hadi kilo 1. Ngozi yake bado ni nyembamba na nyekundu, lakini inaanza kujaa mafuta wanaweza kufungua na kufunga macho yao na hata kuanza kutokwa na jasho. Mfumo wa upumuaji unaendelea zaidi, na vuguvugu ni kali zaidi, huku mtoto akigeuka ndani ya tumbo. Kwa upande wako, tumbo lako linaendelea kukua. Kulala kunaweza kuwa gumu kutokana na vuguvugu vugu la mtoto na shinikizo kwenye tumbo lako. Maumivu ya mgongo na nyonga yanaweza kuongezea. Kiungulia kinaweza kuanza wakati mtoto anasukuma tumbo lako. Mwezi wa saba k Mtoto wako sasa ana urefu wa sentimita 38 hadi 42 na uzito wa kilo 1.2 hadi 2 hadidui. mapafu yanakomaa na mtoto anafanya mazoezi ya kupumua kwa kuvuta maji ya amniote. Ubongo na mfumo wa neva vimeendelea vya kutosha kwa mtoto kufungua macho ya...